Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuichagua TVE, bado tuko nawe katika TVE Habari, na sasa tuungane na Anizia Masinde kwa habari za biashara. Mtazamaji, kwenye habari za biashara leo, tunaelezwa kuwa waziri wa kilimo Daniel Chongolo amesema wawekezaji kutoka kampuni ya Shandong Wanda Xing Automobile ya nchini China wamewasili Tanzania kwa lengo la kutathmini maeneo ya msingi ya uwekezaji katika sekta ya kilimo, ili kushirikiana na Tanzania katika kupanua wigo wa uzalishaji wa mazao, kuongeza thamani ya mazao ya kilimo pamoja na kuleta zana za kisasa zitakazoboresha tija kwa wakulima. Akizungumza kuhusu ziara hiyo, Chongolo amesema wawekezaji hawa wameonyesha nia kuwekeza katika mazao ya kimkakati. Kati ikiwemo zao la korosho ambapo mpango wao ni kuanzia katika uzalishaji hadi uongezaji wa thamani wa korosho ghafi ikijumuisha uzalishaji wa mafuta ya korosho, methanol pamoja na bidhaa zingine zikiwemo vinywaji vitokanavyo na zao hilo. Ameeleza kuwa uwekezaji huo utasaidia kuongeza thamani ya mazao nchini, kuongeza ajira, kukuza viwanda vya ndani na kuongeza kipato kwa wakulima wa korosho, pamoja na mazao mengine yanayohusiana na zao hilo. Sisi kwa kweli kwenye vitunguu, eneo la msingi kubwa ni ku kuwa na uwezo wa kuhifadhi kwa muda mrefu e, kuwa na uwezo wa kuhifadhi kwa muda mrefu, kwa sababu kwa sasa hivi uzalishaji e, wenzetu wa, wa, wa mikoa ya kaskazini kwa mfano Karatu e, kwa mkoa wa Arusha na maeneo mengine ya mkoa wa Arusha, lakini kuna mkoa wa Manyara ambako wanazalisha sana na sehemu ya mkoa wa Singida na sasa hivi sehemu ya mkoa wa Dodoma na Morogoro sehemu ya mkoa wa Njombe na Mbeya, lakini na Kilimanjaro, kwa maana ya huku nyuma Hedaru na maeneo mengine ambako wanazalisha vitunguu, uzalishaji ni mkubwa, lakini changamoto anapokuwa amezalisha leo, wote wakatoa shambani leo eh, wakienda sokoni, maana yake bei ina inashuka shuka. Kwa hiyo wakiwa na facilities za kuhifadhi, maana yake wana uwezo wa kustabilize market na kutengeneza, wanasema iko kuwa na supply ambayo, eh, inaendana ina, ina, ina na demand, lakini pia haiwaathiri kwenye kwenye kwenye kwenye price kwa kutengeneza mazingira ya kuifanya bei ifluctuate sana. Aidha amesema maeneo mengine yanayoangaliwa ni kilimo cha vitunguu pamoja na uwekezaji katika mashine rahisi za kilimo zitakazowasaidia wakulima hususani mpunga katika kutengeneza matuta kwa urahisi, kupunguza muda wa kazi shambani na kuongeza faida kwa wakulima bila kutumia nguvu na gharama kubwa. Wametuonyesha hapa mashine ambazo zinaweza zikarahisisha kwenye kilimo cha mpunga na kutengeneza matuta. Sisi matuta ni lazima tuyatengeneze kwa jembe la mkono, lakini wao wametuonyesha mashine hapa ambayo inaweza ikatembea ikatengeneza matuta manne kwa wakati mmoja, na ikirudi na matuta manne tena. Kwa hiyo maana yake inamrahisishia mkulima kuwa na, na ile kutengeneza contours, na, na, na kulima kwa uhakika bila kutumia gharama na muda mrefu. Kwa hiyo kwa ujumla si tumwakaribisha na Nadhani tutaendelea ku, ku, ku, kujenga mazingira ya kuwasiliana ili tuone kwa muda gani wanaweza wakaanza waka, waka kutekeleza kile ambacho wanawishi kukitekeleza nchini. Akizungumza kwa niaba ya wawekezaji Li Kingyu kutoka kampuni ya Shandong Wanda Xing Automobile, wamesema uwekezaji wao utalenga kuongeza uzalishaji, kuhamasisha teknolojia ya kisasa kwa wakulima, kuongeza ujuzi na kushirikiana na serikali ya Tanzania katika kuimarisha uongezaji wa thamani wa mazao ya kilimo kwa manufaa ya pande zote mbili. Waziri wa Madini Anthony Mavunde amesema kuwa mapato ya serikali yameendelea kuongezeka mwaka hadi mwaka kupitia sekta ya madini kutoka kiasi cha shilingi bilioni 526.722 sawa na asilimia 111 ya lengo la makusanyo ya mwaka 2020-2021 hadi kufikia trilioni 1.71 sawa na asilimia 107 ya lengo la makusanyo ya mwaka 2024-2025. Waziri Mavunde amesema hayo katika ofisi za tume ya madini jijini Dodoma, wakati akizungumza na waandishi wa habari. Akitoa taarifa hiyo, ameeleza lengo la makusanyo mapato kwa mwaka 2025-2026. Aidha, kwa mwaka 2025-2026 wizara imewekewa lengo la kukusanya kiasi cha shilingi trilioni 1.2, ambapo katika kipindi cha miezi sita kuanzia Julai mwaka 2025 hadi kufikia tarehe 31 Disemba mwaka 2025 jumla ya kiasi cha shilingi bilioni 653.139 kimekusanywa sawa na asilimia mia moja na nane ya lengo la kukusanya shilingi bilioni 600 kwa kipindi husika na sawa na asilimia 54.42 ya lengo. Aidha, Waziri Mavunde ameeleza usimamizi thabiti unaotolewa na waziri pamoja na tume ya madini kwa kutoa kipaumbele kwa Watanzania wanaotoa huduma ili kuleta matokeo chanya kwa wamiliki wanaouza bidhaa walio na leseni hapa nchini. Katika hatua wa nyingine, Waziri Mavunde ameeleza kuwa mpaka sasa kuna kesi zipo mahakamani za watu ambao walikuwa wakitorosha madini, hali iliyosababisha kuziba mianya ya utoroshaji wa madini na kuwafanya watu kurudi katika masoko. Uliweka utaratibu mzuri, biashara inakwenda sokoni hivi sasa ya madini. Madini yote yanapelekwa sokoni, biashara inafanyikia pale, kodi zinachukuliwa pale, mapato yote yanakusanywa pale. Lakini pia tumeziba mianya, tuna kesi nyingi sana ziko mahakamani hivi sasa za watu ambao wamekutwa wakitorosha madini. Hii pia imesaidia sana kuwafanya watu warudi katika masoko. Lakini pia kwa hivi sasa, hatuwezi kukataa, bei ya dhahabu imepanda pia, ambayo inatufanya makusanyo yetu yawe makubwa zaidi, sababu bei ya dhahabu hii haijawahi kutokea eh, kwa muda mrefu sana kufikia kwa mujibu wa waziri Mavunde, hadi sasa serikali kupitia wizara ya madini imefanya marekebisho ya kanuni za ushirikishwaji wa Watanzania za mwaka 2018. Tume ya Madini mara kwa mara itatangaza kupitia kanuni ya 13A orodha ya bidhaa na huduma ambazo zitatakiwa kutolewa na kampuni za kitanzania zinazomilikiwa kwa asilimia mia moja na Watanzania, lengo likiwa ni kuongeza wigo wa ushiriki wa Watanzania katika sekta ya madini ili kukuza pato la taifa. na waziri wa nishati Deogratius Ndejembi amesema mradi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi la Afrika Mashariki EACOP umeleta manufaa makubwa kwa wananchi wa Tanzania na Uganda, hususan katika sekta ya ajira ambapo jumla ya ajira elfu kumi na mbili zimetolewa kwa vijana na wananchi wa nchi hizo mbili wakati wa utekelezaji wa mradi huo. Waziri Ndejembi amesema hadi sasa mradi huo umefikia asilimia 79 ya utekelezaji na unatarajiwa kukamilika mwezi Julai mwaka 2026 na kukamilika kwake kutaongeza ukuaji wa uchumi, mapato ya serikali kwa pande zote mbili na kuwa na uwezo wa kusafirisha mapipa laki mbili, na elfu arobaini na sita ya mafuta ghafi kwa siku. Kauli hiyo imetolewa wakati waziri wa nishati na maendeleo ya madini wa jamhuri ya Uganda Dr Ruthi Nankabirwa alipowasili nchini Tanzania kwa ajili ya ziara rasmi ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa bomba hilo linaloanzia Hoima nchini Uganda hadi Chongoleani mkoani Tanga, Tanzania, huku akiambatana na mwenyeji wake waziri wa nishati Deogratis Ndejembi ili kujionea hatua zilizofikiwa katika utekelezaji wa mradi huo upande wa Tanzania, manufaa ya mradi huu kwanza, mule mote ambapo mradi huu umepita uh, kuna ajira za Watanzania uh, zaidi ya elfu kumi ambayo ilipatikana kwenye mradi huu uh, na si tu ajira peke yake, lakini hata ujuzi ambao wale wameajiriwa kwenye mradi huu ambao wamepata ambao ujuzi huo utawapelekea wao kuweza kupata fursa maeneo mengine kuajiriwa mara tu baada ya mradi huu kuisha, kwa sababu watakuwa wamepata uh, ujuzi huo. Lakini vile vile kuna vituo uh, vikubwa ambavyo vitakuwepo hapa Tanzania uh, kama vinne uh, katika vituo sita vya bomba hili, ambapo kwenye maeneo ambao vituo hivyo vipo, vile vile uchumi wa maeneo hayo uh, utaimarika uta zaidi, lakini vile vile kwa jiji letu la Tanga uh, kwa sababu uh, bomba hili mwisho wake ni Tanga ko pale pia uh, Tanga na yenyewe uchumi wake utakuwa kwa kasi sana. Kwa hiyo kuna manufaa makubwa ambayo yamepatikana ambayo na yataendelea kupatikana kadri ambavyo mradi huu unaendelea. Kwa upande wake Dr. Ruth Nankwabirwa ameishukuru serikali ya Tanzania kwa dhamira ya ushirikiano mkubwa katika utekelezaji wa mradi wa EACOP, akisema mradi huo umeleta mapinduzi makubwa ya kiuchumi na maendeleo kwa nchi za Afrika Mashariki. Aidha, Dr. Nankabirwa amesema kuna umuhimu mkubwa wa kuwa na utaratibu maalumu wa kuwatambua wafanyakazi wanaoshiriki katika utekelezaji wa mradi ya kimkakati kama huu ili uzoefu na uadilifu wao vitumike kuwapa fursa katika miradi mingine ijayo ikiwemo miradi ya gesi na umeme inayotarajiwa kutekelezwa kwa pamoja Tanzania na Uganda.

mradi wa bomba la kusafirisha mafuta gafi kutoka Hoima nchini Uganda hadi Chongoleani mkoani Tanga, Tanzania, una urefu wa kilomita 1443 ambapo kilomita 296 zipo nchini Uganda na kilomita 1147 zipo nchini Tanzania. Asante sana mtazamaji na Sofia. Amani, hao ndio yaliojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo.